Hey, mambo vipi? Katika video hii, nitakwenda kufahamisha hatua kwa hatua jinsi ya kudownload MySQL server na kuweza kuinstall katika kompyuta yako hususan kwa wale watumiaji wa Windows. So ingia katika browser ambao unaitumia yoyote ile. Kisha njo zako katika sehemu ya kusearch na uandike MySQL download. Utakapoandika hivyo na kuclick enter katika kompyuta yako, Google search engine itakuletea result mbalimbali mbali na utakwenda kuclik sehemu ya kwanza kabisa ambayo inasomeka MySQL download. Kwa utaklik hapo na itaweza kufunguka katika official site ya MySQL kama hivi ya kwangu unavyoona, na baada ya kufunguka hapo moja kwa moja itakuleta katika sehemu ya download, na utashuka chini kabisa utakutana na link ambayo inasomeka MySQL community download so utaclik katika hiyo linki hapo, na utapelekwa ukurasa unaofuata ambapo hapa sasa tutakwenda ku click katika linki ya chini kabisa ambayo inasomeka MySQL Installer for Windows. So uta click hapo, na baada ya ku click moja kwa moja itafunguka katika ukurasa mwingine ambao unaonekana hivi kama wa kwangu na hapo unatakiwa makini kidogo. Kuna sehemu ya kuselect version, kuna sehemu ya kuselect operating system ambayo unaitumia, na nitakuwekea link hii ambayo itakuleta peji hii moja kwa moja katika sehemu ya description. Kwa hiyo itakurahisishia wewe kwa kuklik tu hiyo link katika description itakuleta katika ukurasa huu moja kwa moja, na njia zilizopita itakuwa haina haja kuzipita tena. Lakini baada ya hapo utaangalia, uh, unatumia operating system gani? Sisi tunatumia window na utachukua hii ya pili ambayo inasomeka Windows, uh, MSI installer ya chini hii. Achana na hii ya juu ambayo ni web community, sisi tutakwenda kuchukua hii MySQL installer community. Okay, version operating system acha hivyo hivyo kama zilivyo, kwa sababu tunatumia operating system ya Windows na tunahitaji latest version. Kwa utakuja hii ya chini hapa ambayo ni installer community ndio ambayo tutahitaji So, tutakwenda kuichukua hii installer community instead ya Web community na ukiangalia MB zake ni mia tatu hamsini na tatu. Kwa hiyo unatakiwa uwe na bando la kutosha, kisha utaklika katika hii button ambayo inasomeka download. Baada ya hapo, moja kwa moja utaona ikiwa inaingia hiyo MySQL uh, installer. Lakini kama utaona haiingii bado, utakuja huku chini, kuna linki inasomeka no thanks Just start my download. Uta click hapo na itaanza kudownload hiyo MySQL server. So unaona hapa tayari ina download. Kwa kama internet yako iko slow itachukua muda kidogo, lakini kama unavyoona inaingia hapo ya kwangu, so itakapokamilika tutakuja sasa katika process nyingine ya pili ambayo ni ya kuinstall hii MySQL server katika kompyuta yetu. Okay, so tutasubiria iweze kumaliza na baada ya hapo, tayari imeshakamilika utakuja zako katika browser yako ama katika folder lako, ambalo unahifadhia vitu unavyo download ama utakuja kwenye browser, kama mimi, utaklik katika hichi alama cha icon cha folder, utakuja katika hiyo setup moja kwa moja huku, uta double click na itaweza kutaka uweze kuconfirm, utaklik yes mara mbili, itahitaji kama administrator kuweza ku click yes ili kuweza ku make change, so uta click yes yes. Na baada ya hapo itafunguka kama hivi ambavyo unaona, ya kwangu imefunguka, so please wait Windows configure MySQL Installer. So itaweza kufunguka na kuna process hapo mbele tutaenda kuiona wakati ambapo tuna eh, install hii MySQL server unatakiwa uangalie video hii hadi mwisho ili basi usiweze kupitwa na njia yoyote ile ambayo tutakwenda kuifanya. So utaweza kusubiria kama unavyoona. Yeah, utahitajika kuwa na internet Sabu, zambazo, kuwa, kwa sababu kuna packages ambazo zitakwenda kuwa downloaded, kwa hiyo unatakiwa uwe na internet. Baada ya kufunguka hapo utaku, utakuja kuchagua custom moja kwa moja, kitu ambacho tutaanza nayo, click next. Then tutafungukia hapa katika kuselect product, tutachukua product ambayo unahitaji ambayo ni MySQL server. Tutaclik kama hivi ambavyo nafanya mimi, fuatisha. Tutaclik application, tutachagua ambayo unahitaji. Sisi tunahitaji workbench, lakini pia tutahitaji shell. Kama tutahitaji kwenda kutumia shell tutakapokuwa tunatumia MySQL server, tutafanya hivyo. Kwa hiyo tunaingiza nayo na hii ya router tuimalizie pia tuichukue kwa utaklik kama hivi ambavyo nimefanya mimi. Documentation au unaweza ukachukua, lakini mimi siwezi kuchukua. So, baada ya hapo utaklik next na zitaanza kufanya installation moja baada ya nyingine. Kwa hiyo MySQL server inaanza kuja workbench. Workbench ni uh, graphic user interface, una uwezo wa kufungua, utakuja kuiona tukapomaliza na utaweza kuandika queries zako katika hii workbench na kuweza basi kutengeneza tables na database yako kwa ujumla. Okay, so moja kwa moja wacha tuweze kuisubiria ikiwa inakamilika. Kama unahitaji tu uweze kupata MySQL server, unaweza tu ukaklik ile kwanza pale kama unavyoona kama unahitaji kufanya kazi na workbench. Pengine unahitaji kutumia just a shell, unaweza kufanya hivyo kwa kutokuchagua hizi product ambazo mimi zote nimezichagua. So wacha tuweze kuisubiria hapa, tuone step ambayo inafuata ni step gani. So kama hivi ambavyo unaona, tayari imekamilika, tayari ziko completed zile ambazo tumezichagua na kuziinstall. Uta click next na utakuja katika upande huu, uta click next hakuna la kusubiria, na sehemu hii acha kama kulivyo, just click, uh, next. Unaona hapa kuna hii port, uh, click next, tuende mbele, na hapa uta click next, uh, use strong password encryption authentication recommended, just click next, then hapa katika MySQL root password utaingiza password, uta password ambayo utahitaji kuitumia. Inatakiwa iwe strong lakini kwa kwanza unaweza kuweka hata yoyote ile. Mimi nimeweka kama unavyoona ilikuwa inasoma week, lakini kwa click next na utakuja katika peji hii, click next, hamna cha kugandia hapa, click next zote achelea hivyo hivyo default kwa kwanza, uh, click next then execute. Baada ya hapo itaweza ku apply configuration. Baada ya kumaliza hapa itakuwa ndio process ya mwisho, tutakwenda kuifungua MySQL. Uh, workbench tuone inaonekanaje, lakini vile vile MySQL shell moja kwa moja zitafunguka baada ya kukamilika hapa katika process hii. Okay, so the configuration for MySQL server was successful. Click finish, then click next uh, finish. Okay, port root management user. Okay, click next. Yeah, click finish, hakuna cha kuweza kusubiria hapo ni just kumaliza tu hizo process mona, baada ya click finish imefunguka MySQL shell na inaonekana kama hivi ya kwangu inapoonekana, na hapo utakuwa na uwezo wa kuweka uh, zile uh, SQL queries zako na kuendelea na kufanya Hei, kazi zako katika shell lakini pia workbench imeweza kufunguka hapa. Tutakuja kufahamishana kwa wakati mwingine jinsi ya kutumia hivi vitu leo. Nilihitaji tu kuweza kufahamishana jinsi ya kudownload na kuinstall MySQL server katika kompyuta zetu ztu, so, tutakuja kufahamishana jinsi ya kutumia MySQL uh, shell jinsi ya kutumia MySQL workbench kutengeneza database, kutengeneza tables na kuweza ku interact na queries katika hizo table ambazo tutakuwa tunatengeneza. Eh, tutaweza kufanya vitu vingi katika hii uh, workbench. Ni rahisi sana kuweza kutumia, so sina la ziada leo. Tukutane wakati mwingine.